Kama kweli unajua upo hapo nje na umependezewa na mimi, jitokeze. Nataka mtu mwenye amekomaa akili, sio mwili. Alafu ningependa asikue na mtu, naomba tuanze fresh. Sasa mchezo unaanza moja bila. Alafu nataka pia awe ni mtu mcha Mungu. Alafu kilogo awe na mwili, sio kilogo kama mwili wangu. ni kadogo, sasa naye kilogo akue na mwili mm -hmm. Huyo ndio mrembo ninahitaji. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Michael Chacha. Michael, umetoka wapi? Nyumbani ni Kuria. Hapa Nairobi nakaa wapi? Nakaa Kayole Soweto. Wewe ni msewa wa Kayole Soweto. Uko na miaka ngapi? Niko na thelathini na tatu saa hii. Uko na 33 years? Hello, ni Sentava. Mambo vipi? So guys, maze kaide tu maze, tunasema ngo sawa patane. So e, e, unaitwa Michael Chacha. Unaitwa Michael Chacha. Mm. Michael umetoka wapi? Nyumbani ni Kuria. Wewe ni msewa wa Kuria. Mm. Ehe, Kuria iko kwa, kwa side gani? Iko Migori County. Iko Migori County. Mm. Wewe ni Mkuria? Mimi Mkuria. Ehe. Hapa Nairobi nakaa wapi? Nakaa Kayole Soweto. Wewe ni msewa wa Kayole Soweto. Ehe. So eh, Michael, uko na miaka ngapi? Niko na 33 sasa hivi. Uko na 33 years. Mm. Do you have maybe a kid? Hapana. Hauna mtoto. Ujalenga tu hata kamoja tu moja, tuu, Ah, sina habari hiyo. Mm. Bila ninavyojua mimi sina mtoto. Mm. E. Unajua <laughs> hauna mtoto. E, kweli. Mm -hmm. So, eh, bro, fanya hivi eh. Angalia hapo kwa kamera, ambaye waseme hivi, mbona ule inbox? Ile queen box kwa sababu Mm. Niliangalia hizi interview zako nikaona huenda hapa naweza nikapata mtu serious juu mimi natafuta mrembo wa kwa serious. Mm -hmm. Wala sitaki mtu akunitania. Mm -hmm. So nimechoka ku kupotezewa muda, nataka mtu angalau yupo serious, tu settle naye tuanze naye maisha mm. mm, ndio maana nilikuwa inbox. Naam, hey, uko single? Nataka mtu, niko single, nataka mtu. Umekuwa single me for long? Miaka minne sasa, maana tokea 2021 miaka nne, four years. Hujaona kama mtu bado Ah, uongo, maana naona, lakini sasa wengi ni, ni watani. Mm. Naam. Oh, nilikuwa nimeamua mimi kumjukuchukua kwamba ni aweze kuwa mke wangu, lakini nikaona bado alikuwa na ule utoto mwingi, sababu mimi nilikuwa nimeamua tukae pamoja mm-hmm. Ila ye hey, alikwenda nyumbani tu bila taarifa na ndio akapotea hivyo hivyo kabisa, na asikia aliolewa. Kwa hiyo mm-hmm. atakaye kuja naomba sije na mchezo, aje akiwa na maanisha kwamba yuko serious anataka uhusiano wa kudumu. So unasema ulikuwa na mrembo akaenda nyumbani na akanyamaza kabisa, ni hivyo hivyo akaendanga Eh, yeye bado alikuwa hajafanya maamuzi ya kuolewa mm. Hey, ile bado anajaribu kupima maji na unga. mm. Eh, hey. Ah, mimi nilikuwa nimeamua. mm. Hey. Hey. Sasa fanya hivi bro. Angalia hapo kwa kamera, ambie waseme hivi, unataka demo nakaaje? Hey, kwanza nataka mtu mwenye amekoma akili sio mwili alafu ningependa asikua na mtu naomba tuanze fresh. Saki mchezo unaanza moja bila mm -hmm. naomba tuanze moja moja. Alafu nataka pia awe ni mtu mcha Mungu. Alafu kidogo awe na mwili, unaona, kidogo kamwili kangu ni kadogo, sasa naye kidogo akuwe na mwili Mhm. mm -hmm. E, huyo ndio mrembo nahitaji. mm -hmm. Nawe yupo serious. rs mm -hmm. Anataka mme na anamaanisha yupo tayari kukaa kwenye ndoa. Mhm. Huyo ndio mtu namtafuta. Mhm. Mm. Naam. <laughs> Kwa kwa zingine maybe ama ni hivyo tu. Ah, kwa saizi hizo zinatosha. Zingine najua siwezi nikaeleza sana. Zingine zingine tu tutazijulia mbele mbele tu, hizo ndo naangalia mwanzo. Eh guys maze, kama uko hapo nje unasikia, kwa jina msema Michael Chacha. Oh Michael. Eh guys maze, kama uko hapo nje unasikia kwa kwa zenye Michael anasema, unataka ni connect na Michael, inbox hapo WhatsApp 0795968188. Niweza nda maze, nimeona Michael ameweza ni connect na yeye, nitamreach out tuone venye kuna eh kunaenda. So, maybe any last word neno la mwisho uh, naweza nikasema ni kwamba kama kweli unajua upo hapo nje na umependezewa na mimi, jitokeze. Lakini pia ningependa kuongezea hapo kwenye umri, si kuongea akuwe mwaka ya ishirini na minne mpaka ishirini na tisa asikuwe chini hapo. Hiyo ndio naweza nikaongezea tu kwa sasa mm, yeah. Maze, kama uko hapo nje maze. We ni mrembo nasikia enye chacha anasema, eh, changamka teketeka. Nimepeana na nimepeana namba. Kama hapa ni YouTube, subscribe. Kama ni Facebook, follow. Kama ni TikTok, follow. Thanks for watching, tunawapenda sana.